Vipi, mbona usalimii? Ah mama, nisalimie nini sasa? Mama na wewe usalimie, unaingiaje ndani hata usalimii, alafu unakuja unakaa na mimi hapa. Ah, nimechoka bwana, nimeanza sitanataka kusalimia. Umechoka nini mwanangu? Mbona wewe kila siku naongea yale yale, anajirudia yale yale, unashindaje? Unafika nyumbani unaacha kumsalimia labda umsalimie mama, shikamo, unaingia tu kweli kweli. Hizo zimekuwa ni akili gani hizo mwanangu? Mbona nisumbua? Lakini mama, nina njaa, nitakula ah? Ah, sasa unasemaje, una njaa kwa mtu ambaye umeheshimu anayekupikia? Ni nani anayekutafutia? Ni nani Wazazi bwana, siku hizi sio kwamba, naomba kila siku mwanangu, mimi nimechoka hapo. Ikifika umekua, unatakiwa ufike uniambie mama shikamoo, sio unafika unaingia ndani kweli, hata unashindwa kusalimia, alafu unasema njaa inakuuma. Sasa an, ni nani atakayekupikia kama mama? mba, vayza, shikamoo ishafika na wakati. Apa, Zatina, wakati. Na hapana jamani, mimi mama yako kanisani, ni mzee wa kanisa Nahubiria watu. Sasa kwa nini mimi yale nao hubiria wa watu wao nashindwa kuyatekeleza kuyafanya? Haye, mama, shikamoo. Eh? Shikamo, mama. Wewe kijana, kauli gani zao unazo mwambia mamako? Inabidi msikilize mamako anapokuambia. Nashangaa kila siku mwenzenu kilio chako ni hiki hiki. Nikiwa kanisani na saidia watu wengine, lakini nyumbani kwangu mimi mzigo wangu ni mtoto. Siombi kweli maombi yangu yakajibiwa. Kajib, ya yaani mimi nalia <tip> na huyu mtoto wangu mzee. Kama mamako utamsikiliza nani? Umeona? Ndio alipo. Ndio atakiwa kufundishe. Ulipoongea wewe hawezi kujibu tena. Akiwa huko nje wanasema yeah, mwanao ana heshima, lakini akiingia ndani kwangu mimi ni mwiba unaonitesa. Baba yake ananitesa, yeye mwenyewe mtoto ananitesa. Yaani mimi mwenzenu, msinione hivi nasimama kanisani na mama leo na kelele. Unapenda sana kuongea mama, si sio? Kwa nini unapenda kuongea? Ah, wewe ni mama, uwe. Uwe. Uwe mama yangu tayari. Wewe ushakuwa mama yangu tayari. Sasa kelele za nini? Sio kelele. Sio kelele, mimi uniheshimu wadogo zako kama, kama, kama, kama, yani toka unakuwa mimi naangaika na wewe naangaika, amna heshima amna. Yani ukienda huko ni mibangi bangi, umeshakuwa bangi na makundi hivi, kweli jamani, kuna jambo, mama ndio kila kitu duniani. Nani. Sawa mama, ila ni sawa sawa, asante Yesu, asante, sikutegemea. Mimi sijawahi kuomba msamaha mimi kwenye maisha yangu yote, na mtoto. Asante Mungu naye, unayeweza kujibu. Asante Mungu unayejibu kwa wakati sijatarajia, kabisa kama kuna siku huyu mtoto atakuja kuniomba msamaha. Kushukuliwa Mungu naenipa kushinda aji ya kushinda, asante mwanangu Umenisamehe? Nimesamehe kabisa, mwanangu. Asante mama. Mwanangu asante mama, tupate kusalimia kwanza leo mama. Amina, asante, nakupenda wat... well, sana mama. Amina, Mungu akubariki, asante.